Jeneza la Papa Francis lilifungwa siku ya Ijumaa, jioni ya Aprili 25 baada ya maelfu ya watu kuutazama mwili wake katika siku ya mwisho ya kutoa heshima kwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani. Ibada hiyo inayojulikana katika kanisa hilo kama ibada ya kufunga jeneza la Papa wa Kiroma, sherehe za kutia muhuri ziliongozwa na Askofu Mkuu Diego Ravelli na Kardinali Kevin Farrell katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Petero. Zaidi ya waombolezaji laki moja waliwasili katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Petero mapema Ijumaa ili kutoa heshima zao kwa Papa Francis wakitazama jeneza lake ambalo lilikuwa wazi. Tayari karibia watu laki moja na arobaini wamekusanyika kwa ajili ya kuhudhuria ibada ya mazishi ya Papa Francis kwa mujibu wa taarifa ya polisi nchini Italia. Jumamosi hii viongozi mbalimbali wanahudhuria ibada ya mazishi ya Papa aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 kutokana na kiharusi na matatizo ya kupumua. Baadhi ya viongozi wanaohudhuria ni Rais wa Marekani Donald Trump, rais wa DRC Felix Antoine Chisekedi, aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden, rais wa kamishena ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na Volodimir Zelenski wa Ukraine, miongoni mwa wengine wengi.